Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Karibuni ndugu zangu katika kipindi chetu cha katekesi na sala, mafundisho ya imani na kauli mbiu tuwashe moto wa mapendo, Set life on fire, ya Mtakatifu Magdalena wa Kanosa, mwanzilishi wa shirika la mapadre, watawa, walei, wa lei na wasekulari wa misionari wa Kanosa. Leo tunaendelea kukiona kizazi Y. Walizaliwa kati ya mwaka elfu moja mia tisa themanini hadi mwaka elfu mbili. Wanaitwa kizazi Y kwa sababu walizaliwa baada ya kizazi X. Wanaitwa pia milenia kwa sababu ni kizazi kilichozaliwa mwanzoni mwa karne ishirini na moja. Historia yao kwa ufupi ni kwamba mazingira yao ya ukuaji, walizaliwa na kukua katika matumizi ya kompyuta, ukuaji wa teknolojia, utandawazi kwa ujumla, television, lakini pia uhamasishaji wa uzazi wa mpango. Kwa sababu hii, wanajulikana kama kizazi cha digital au kizazi cha .com. tabia zao ni kwamba wanapenda kubadili badili mambo. Flexibility in the way of doing things. Wao ni tofauti na watu wa kizazi cha kwanza, traditionals ambao kwao kubadili mambo ni uharibifu na ukosefu wa uaminifu kwa walilolielewa na kufundishwa kwani wao hawapendi kubadilisha mambo, na hii huleta changamoto kubwa sana katika familia, jumuiya, sehemu za kazi. Wakubwa wanaona kwamba vijana hawa ni wakorofi na wakaidi, wakati kizazi Y wanaona wazee hawa kama wanyanyasaji na wamepitwa na wakati, vitu ambavyo vimekuwa chanzo cha kutokuelewana kuelewana na mahusiano yasiyopendeza wanapoishi pamoja. Kizazi Y hupenda maisha ya usawa au balanced life: wakati wa kufanya kazi, kupumzika, maisha ya kijamii social life, starehe kidogo, matembezi, tofauti na bibi na babu zao ambao kufanya kazi bila kupumzika mpaka usiku wa manane ilikuwa ndio ishara ya uaminifu. Watalalamika na kunungunika moyoni, watahangaika, mzigo utawaelemea, watachoka, lakini wataendelea tu kufanya kazi. Utofauti huu pia ni changamoto katika maisha ya jumuiya, familia na sehemu za kazi. Tabia nyingine ya kizazi Y ni kwamba wao kila kitu kwa wakati wake. Kumbe ni vema kuwaelewa ili tuweze kuishi nao kwa amani na kuepuka migogoro na kutoelewana. Tabia yao nyingine, wanapenda kazi rahisi nyepesi, zisizotoa jasho na wanataka mambo yao yawe ya hapo hapo, Instant life. Mtoto anakwenda shule kwa gari, hakuna tena matumizi ya nepi na vipande vya kanga zilizochanwa. Wao wanachotumia ni pampas, hakuna kufua, ni kutupa tu. Mapishi ni gesi au umeme, hakuna kwenda kutafuta kuni wala kuchota maji mtoni. Hii ni kwa sababu walikuwa katika mazingira ya kompyuta, utandawazi, ambayo iliwaruhusu kufanya kazi yoyote wanayotaka, na ikawafundisha kila kitu kwa wakati mfupi bila mahangaiko makubwa. Na hii imekuwa hatari kwa maisha yao ya baadaye, kwani uimara wao kimwili na kiroho Utakuwa tete sana. Wakipatwa na changamoto kidogo tu, ufumbuzi ni kutafuta njia rahisi na ya mkato ya kuitatua. Ataacha kufanya kazi, atavunja ndoa, atajinyonga, ataacha utawa, ataondoka upadre au ataamua kuvuta bangi na kukaa kijiweni. Inapofikia hatua hii, changamoto yake inakuwa si yake tena, bali ni familia, ni ya jamii kwa ujumla. Tuwaelewe na kuwasaidia kujipanga vema. Huu ni wajibu wetu kama wazazi, walimu, wakufunzi, walezi na viongozi. Ni vema pia wajifunze kupenda kufanya kazi nzito na za kimaendeleo ambazo zinalenga kuboresha jamii kwa ujumla. Kiumri, walio wengi bado hawajafikia miaka arobaini ya kuzaliwa. Kumbe ni rika ambalo kimaisha bado hawajasimama imara bado wanatafuta na kujiwekea misingi imara ya maisha, hivyo kuwapa mwongozo si kosa. Babu zao hili wanapaswa walielewe kwamba waliwawekea msingi, walijenga nyumba, basi wao wainue ukuta ili nyumba isimame imara. Waelewe pia uchumi wa nchi unakuwa kutokana na shughuli walizo zinazoleta hela ya kigeni yaani forex, ila sio kwa biashara haramu. Maana changamoto kubwa kwa sasa ni kwamba wanataka hela ya haraka haraka kwa kufanya biashara haramu. Hii imekuwa ni tamaa ya kizazi hiki ambayo imewagusa na kuwashirikisha watu wengi pia, hata ambao wamezaliwa nje ya miaka hii. Tunataka pesa ya haraka na tunataka shughuli nyepesi. Je, shughuli na juhudi ninazozifanya zikoje? Zinaleta pesa ya kigeni au ni mafanikio kutoka katika mira komani ambazo inakuwa na nguvu kwa muda, kisha masharti yakiumbishwa, kila kitu kinakufa na kusambaratika. Hii inasababishwa na kasumba ya tabaka hili kutaka mambo ya papo kwa hapo bila kutumia nguvu. Kumbe ni muhimu kulifahamu hili ili tuweze kuepuka mazingira ya kuhatarisha kwa sababu ya kutaka kipato cha haraka bila jasho. Ni hali ambayo yule mwovu amejaribu kuitumia kutengua agizo la Mungu kwamba kwa, kwa jasho lako utakula. Mwanzo sura ya pili, mstari wa 17. Wapendwa katika Kristo, tunapaswa kuwa makini na hila za Shetani. Atatafuta kila penye upenyo, atavuruga mipango na mapenzi ya Mungu, na yeye lengo lake ni moja tu, anapigana na Mungu kwa kumtumia binadamu mwenye akili na ufahamu, ili binadamu huyo huyo asimpiganie Mungu wake na kujenga ufalme wake wa amani, haki na furaha. Labda tujiulize, ninapambana kujenga ufalme wa nani katika heka heka zangu za kila siku? Wa Mungu au wa Shetani? Kipato na uchumi wangu vinajengwa juu ya misingi gani? Akili uwezo na matakwa ya Mungu au juhudi na kazi zangu? Zinaleta furaha, amani, upendo na haki ya kweli kwangu mimi binafsi na kwa wengine? Mhubiri anasema nje ya, haya, ya hapo yote ni ubatiri mtupu. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa nne. Lakini yote katika yote uchaguzi ni wangu. Tuote kesho tunapokiona kizazi Z kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amina. Na matatizo ni sehemu ya maisha wasamehe. Wote waliokukosea na wote waliosababisha upotevu wa furaha katika maisha yako, na kamwe usilipize kisasi. Bado kitambo kidogo, Bwana atajibu maombi. Bado kitambo kidogo, Bwana ataitika wana